Mvua zinazoendelea zachelewesha huduma za SGR huku TRC ikishughulikia hitilafu za kiufundi. Abiria waliokuwa wakitumia reli ya kiwango cha kimataifa, Standard Gauge Railway, SGR, walilazimika kusubiri kwa saa kadhaa katika Kituo cha Magufuli jijini Dar es Salaam leo, Jumapili, tarehe 28 Disemba 2025, baada ya huduma kucheleweshwa kutokana na changamoto za kiufundi zilizosababishwa na mvua kubwa. Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli Tanzania, TRC, Bwana Machibya Masanja, alithibitisha kuwa hakukuwa na safari zozote za SGR zilizoondoka kuanzia asubuhi hadi mchana, hali iliyowaacha abiria waliokuwa na tiketi wakikwama kituoni. Bwana Masanja alisema kuwa mvua zinazoendelea zimesababisha hitilafu za kiufundi, na kuwafanya wahandisi kusimamisha huduma kwa muda ili kuruhusu ukaguzi na matengenezo kufanyika. Kutokana na mvua zinazoendelea, changamoto za kiufundi zimejitokeza na wahandisi wetu wanaendelea kuzitatua. Safari zitaendelea muda mfupi ujao. Hali hii iko nje ya uwezo wetu kwa kuwa mvua zimeathiri mifumo yetu, alisema. Alibainisha kuwa athari kubwa zaidi za mvua hizo zimeonekana katika reli ya zamani ya mtandao mwembamba Metre Gauge Railway, MGR, ambako miundombinu imeharibika, ikiwemo madaraja katika eneo la Gulwe mkoani Dodoma na Kilosa mkoani Morogoro. Kuhusu SGR, Bwana Masanja alisema kuwa athari zake ni ndogo, lakini alisisitiza kuwa masuala ya usalama yamelazimishwa kusimamishwa kwa huduma hadi ukaguzi wa kina utakapokamilika. Hatuwezi kuruhusu treni kuendelea na safari bila kwanza kuthibitisha kuwa reli ziko salama. Ukaguzi wa kina unaendelea, na huduma zitaanza tena mara tu tutakapojiridhisha kikamilifu, alisema. Akiwasihi abiria kuwa wavumilivu na kuendelea kuliamini shirika hilo, akisisitiza kuwa usalama bado ni kipaumbele cha juu. Lengo letu ni kutoa huduma za usafiri zilizo salama, za uhakika na zenye ubora wa hali ya juu. Mara tu ukaguzi utakapokamilika, huduma za SGR zitaendelea kama kawaida, akiongeza kuwa juhudi zinaendelea pia kurejesha huduma kwenye reli ya zamani iliyoathiriwa na mvua.